Mtoto wa Kiafghani asafiri kutoka Kabul hadi Delhi kwa kujificha kwenye sehemu ya magurudumu ya ndege, mamlaka za India zimesema. Mtoto huyo, ambaye mamlaka zinakadiria kuwa na umri wa takriban miaka kumi na mitatu, alipatikana akizurura katika eneo la uwanja wa ndege karibu na mahali ambapo ndege ilikuwa imeegeshwa muda mfupi baada ya kutua siku ya Jumapili asubuhi, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Kikosi cha Usalama wa Viwanda cha Kati cha India, yaani Central Industrial Security Force. Walipomhoji mhoji mamlaka ziligundua kwamba alitoka Kunduz kaskazini mwa Afghanistan, na alikuwa amesafiri kwa kujificha katika sehemu ya nyuma ya magurudumu ya kutua ya ndege ya Kam Airlines, taarifa hiyo iliongeza. Pia walikuta spika ndogo nyekundu ya sauti katika eneo alilokuwa amejificha mtoto huyo. Alirudishwa Afghanistan siku hiyo hiyo. Umbali kati ya Kabul na Delhi ni takriban kilomita 1000 sawa na maili 621, na, na safari ya ndege ilichukua takriban saa moja na nusu. Kujificha kwenye sehemu ya magurudumu ya ndege ni mojawapo ya mbinu zinazotumiwa zaidi na watu wanaojaribu kusafiri kinyume cha sheria, ingawa ni hatari sana. Zaidi ya asilimia 77 za watu waliowahi kujaribu kusafiri kwa njia hiyo wamepoteza maisha, kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani, yaani ya mwaka 2019. Mara nyingi watu hupondwa wakati magurudumu ya ndege yanapokunjwa baada ya kuruka kwani hakuna nafasi ya kutosha katika ndege nyingi. Kadri ndege inavyopanda juu zaidi, hali huwa mbaya zaidi. Kiwango cha oksijeni hupungua sana na wasafiri haramu hawa huweza kupoteza fahamu. Wakati wasafiri joto nje ya ndege hushuka kwa kiasi kikubwa, hivyo wasafiri hawa hukabiliwa na hatari ya kupata vidonda vya baridi kali, yaani frostbite au hata hypothermia.